Mheshimiwa Rais, kwa kipindi chote hicho miradi ambayo umeitekeleza ni zaidi ya miradi elfu moja na rais, ambayo imekamilika na hiyo inaendelea kuwahudumia raia. Mheshimiwa Rais, kazi hii ambayo imefanyika ilitokana na miongozo yako mahiri, busara zako lakini na hekima, kwa sababu kwenye utekelezaji kila siku changamoto ni jambo la kawaida kutokea. Lakini hata pale ilipokuwa inatokea changamoto, Mheshimiwa Rais ulituongoza na hatimaye tulifanikiwa kwa asilimia kubwa sana. Nikupe hongera sana kwa niaba ya watumishi watumishi wenzangu. Mheshimiwa Rais, asante sana kwa uongozi wako uliotukuka, uongozi ulioacha alama. Mheshimiwa Rais, kazi hii ambayo umeifanya kwa ajili ya Zanzibar na Watanzania haikuwa jepesi sana, maana wako waliouliza kwamba fedha utazipata wapi, wako waliouliza kwamba utekelezaji huu hautakamilika lakini hatimaye Mheshimiwa Rais, jawabu limekuja kwa vitendo, na hakuna siku uliyosimama kuwajibu kwamba fedha utapata wapi. Ubunifu wako, maarifa yako, miongozo yako ilikuwa ni jibu tosha kwa wale wote waliokuwa na masuala kichwani jao. Tunakupongeza sana Mheshimiwa Rais, pongera, hongera sana Lakini Mheshimiwa Rais, kazi hii ambayo umeifanya kwa kushirikiana nasi, nataka nitoe shukurani zangu za dhati kwa watendaji na watumishi hawa pamoja na wasiokuweko hapa, maana watumishi ni wengi, hawakuweza kuja wote. Kwa hakika, Mheshimiwa Rais, watumishi hawa wamefanya kazi kubwa, wamejitoa katika mazingira magumu, wamejitolea lakini Mungu amehakikisha azma yako inafanikiwa. Asante sana watumishi kwa kazi nzuri ambayo mmeifanya. Ahadi yetu kwako Mheshimiwa Rais. Kwanza tunakuombea shamba kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu, ikifika tarehe 29, watumishi sote tukumbuke hii kazi ambayo ameifanya Mheshimiwa Rais Nami nami tutakumbuka na kukurejesha tena madarakani ili e, tunakuhitaji kwa miaka mitano ijayo. Watumishi hawa tusingehitaji mtu mwingine yoyote zaidi ya Dr. Hussein Ali Mwinyi. Lakini tunakuahidi kwamba tutaendelea kukuombea na tutaendelea kufanya kila linalowezekana kuhakikisha kwamba azma yako hii ya kuwatumikia wananchi wa Zanzibar kwa miaka kumi inatimia kwa salama, lakini kwa furaha kubwa sasa